Juma. Hivi wewe uko serious kweli na haya mahusiano yetu? Unauliza hivi? Unajua kama unanipenda, juma mimi ni mpenzi wake na tupo kwenye mahusiano muda sana, mpaka hivi navyokwambia bado tupo kwenye mahusiano. Ombi langu kwako, achana na juma wangu. Maria, unajua <laughs> nakushangaa sana kwa sababu juma mimi mpaka tunakuwa naye kwenye imani yangu, inamaana mimi ni zaidi ya kwako wewe. Naanzaje kwa mfano kumwacha? ungekuwa wewe ungeweza labda. oh. Sawa. una maneno mazuri tu tena, una maneno ya kumtoa nyoka pangoni, ila una maneno mabaya, kwa sababu hayana busara katika kinywa chako. Nimekufuata kiustaarabu, japo haya maongezi inayoongea hayakupaswa kuongea hapa barabarani, lakini penye bidii hapana budi, na mpaka naongea ya maneno katika nafsi yangu. Una maumivu sana tena makubwa. Ninachokuomba dei, achana na Juma kiustaarabu tu. Oja kwa nikwambie kitu Mariam, ambacho huenda umejisahau Juma. Kuwa kwenye imani yangu, hata mimi sikumkuta hivi hivi tu, nilimtoa mkononi kwa mwanamke. Yawezekana ukawa wewe, kwa mimi ni zaidi. Ndio mwanao yuko kwangu, tatizo liko wapi? Unaonekana na majibu mazuri sana ya kumshawishi mtu kisaikolojia, aisi tofauti kabisa kufanya nini? Sikiliza nikwambie, narudia tena kwa awamu ya mwisho, sitorudia tena na kuomba, achana na Juma. Tulivyoanza mimi na Juma haukuwepo. Kama hautojali nakupa ruksa tu, tafuta cha kwako peke yako, usitake kumiliki bwana wa mtu ili hali yupo mikononi mwa mtu. Ninavyoongea hivi, simaanishi nimeachana na Juma. La, Asha, mimi bado nina mahusiano na Juma na naongea ya maneno naumia sana kwenye moyo wangu. Kuwa mstaarabu, usinijibu vile unavyojisikia wewe, nijibu vile nilivyokufuata dei na kuheshimu. Itengeneze heshima juu yangu. Narudia tena, achana na Juma wangu. Maria, kuna kitu kimoja natakiwa ukijue, kama mwanamke mwanamume wa mtu huwa haendi kwa mwanamke mwingine na ukiona mwanaume wako ametoka amekwenda kwa mwanamke mwingine, nikimaanisha kwa, kwa mwanaume wako kuja kwangu mimi, ujue na mimi naye ni mwanamke tena zaidi yako na chachu yangu. Shida iko wapi mamu? Kwa hiyo look at me Daira.

Haya, niambie. Maana sio kwa kunita, najua hilo mzangu. Kila siku ifi yangu vinalalamika, miguu inaniuma, kwanini unihurumia ifi yangu. Mi nalijua hilo tena, nakuhurumia sana, ila yote kata kaka yako. Kivipi kaka? Yaani kaka yako anachokitaka Juma amwambie tu nimemwona mwanamke pale, waende wakaoe. Kwani huyu Juma hasa yeye anataka kwenda kuoa, sio? Sichokijua, Juma bado hajapata mke. Kwa hiyo kwa sasa hivi yupo tu anachukua msichana huyo msichana huyo msichana huyo, ili mradi apate kile anachokihitaji. Yaani kama vile yuko sokoni, anachagua nazi anayohitaji. Hilo basi limekwisha, rafiki yangu alina tamasha. Ah, au na kuna jingine jipya jipya litoke wapi? Ila tu uwe makini hey. Mpako, na kaka yako makes unamjua? Namjua vizuri hapa mtaani wanamwita simba aliyejeruhiwa. Sa mwenyewe si anajiona sifa hilo jina, yani kifika kipindi mimi ananikela <laughs> hilo limekuisha bwana, wipi hilo, mimi nitakaa naye nitazungumza naye jambo litaisha vipi. Vipi, vipi. Mm.

siskulinaymausiana wetukam nanpendakakundsasa nafikiaw Juma, sikiliza nikwambie. Mimi sio chizi na asina ufinyu wa kufikiria kama unavyodhania nataka unithibitishie ile maneno yako ya kwanza kabisa, kipindi tunaanza mahusiano kwamba wewe umeachana na Mariam, ni kweli au ulikuwa unatengeneza tu mazingira? Mariam kwangu nani? eti mimi simfahamu yo mtu na sina mahusiano kabisa, usintanie na usinione mimi mtoto sana, kwa taarifa yako. Sasa nikwambie, Mariamu amenisimamisha na amenikatia mkwara wa kutosha tu. Sema kwa vile mimi mwenyewe kichwa changu kiko vizuri, sikutaka kujishusha. Na ameniambia niachane na mpenzi wake ambaye ndio wewe. Akatana hapo sasa. Mimi sipo naye. Ila yeye mwenyewe tu bado anaamua kuvumisha hayo mambo kwangu mimi. Kwa vile mimi Juma mtu mzima majengo najulikana hapa kijijini ndio hivyo. Kwa hiyo yeye anajishobokesha kwako. Inawezekana. Kwa kipi? Ni kuleta kitu. Kwa nini uko na mimi? Na kitu gani mimi? Hata kama lakini sio kwa kuongea maneno kama yale. Yaani anajishaua shaua kabisa ananikatia mimi, kwa eti niachane na wewe sijui mmetoka mbali sijui wapi sijui inahusiana nini, punguza izma. Mtu sawa, upo kwa ajili yangu, nipo kwa ajili yako. Kwa hiyo unadhani maneno yako tu ndio yatarizisha hivyo na nitaamini hicho ninachokiongea? Osa alipo kabisa, na sitolifanya kukudharau wewe, kuona Mariamu. Nakupenda sana. <laughs> mimashaaako staki Juma ni mtoto pekee katika familia yake. Juma alijaliwa, Juma alipomwali akajaa mijikuja kwako, na katika kuja kwangu kwako nimepokea malalamiko <laughs> kwa wiki kama anadai kwamba wewe unambana sana Juma, una nakumbana kwako, unambana sana katika mahusiano yake, umekuwa hutaki kabisa mpaka sijui afanye nini na nini. Kaizungumzia mambo mengi, lakini mii nikazungumza naye pale, nikawambia haya yaache che, mii ntamwona huyu bwana, tutayazungumza kabisa. Ili unalionaje kakangu alivyokuzungumza? Unajua dada, sikiza, alikuwa kitu kimoja. Mimi sio kama Juma labda na mbana unamzuia au namkataza asifanye lile alitakalo. Nalia vizuri hapo, Juma mchafuzi, Juma mazingira yake magumu, anafanya vitu mpaka mimi nasikia vibaya kweli. Babake nilikuwa nilikua jabali lakini mtoto kanishinda, nimeshafikia hatua Juma anafanya mambo mimi mpaka nashindwa kujielewa sawasawa, niko wapi. Juma amekuwa mchafuzi mkubwa sana kwa watoto wa watu, hana nyumba aliyoiacha. Juma ananivua nguo mimi mbele wa wazee wenzangu, mpaka mimi natafuta sura yangu pakuiweka. mara mbili mbili ninaulizwa na kuonywa, bwana mwambie kijana wetu, njia anayopita njia sio mwambie bwana, hizo nyumba nyingine anazoingia hizo anaweza kupoteza maisha. Lakini napomwambia ifi ifi yako ifi yako, anakuja kwa mkali. Hapana, yule jogoo kila tembe anayokuwa mbele yake kila kwa anayokuwa mbele yake, basi ya lazima. Sasa tunamjenga nini hapa? Acha dini kijamii tu peke yake ishakusimamia namna hiyo, alafu ah, sasa ndio bahati mbaya au mzuri ndo aje kufia katika mambo kwa mahali? Wewe dada leo unalichukuliaje kwa sababu lazima kuna baadhi ya vitu vingine kama wazazi tusimame kidete sio kwa watoto wa kike tu, watoto wa kiume mazingira yao wanayo. Hicho kitu ndio tunachogombana nacho siku zote. Hatuna ugomvi wa udaktari, hatuna ugomvi wa magonjwa, hatuna ugomvi wa maradhi wala mavazi. Ila ugomvi wetu mkubwa sana Juma. Mimi simkatazi yule kuoa. Hebu achague kwanza mwanamke mmoja tu. Halafu anipe baba mimi nataka kuoa. Halafu mimi nikatae. Lakini hicho kitu hakipo. Juma hana msimamo wa pale ambapo wewe unajua kabisa labda atasimamia hapa. Mwenzio pale hayupo. Labda atasimamia pale, hayupo. Utakuta leo yuko kwa Zakia, kesho kwa Amina, mara siku kwa Josefina, mara kwa Paulina, ili unalichukuliaje? Au ndio kwa sababu tena ana mia mbili mia mbili zake, hivi vijisenti anavyoshikashika ndio ishakuwa chachu na sababu kubwa sana ya yeye kupoteza mwelekeo. Manake hakumbuki chochote, hakumbuki lolote. Pale alipo anahitajika kwanza apate kiwanja, awe na mji wake, afanye eh, atengeneze familia yake. Mimi ndio maendeleo nayoyataka. Hata akitaka wake wanne, mimi simzui. Sisi zamani, ukipona chako utaoa nyumba ile, utaolewa nyumba ile Tulikuwa hatupingi au kwa sababu hizi mia mbili mia mbili zilizokuwa nazo ndio zinampa kiburi chote hiki. Tambua, dada. Sisi hatukulelewa katika mazingira hayo. Tulikuwa makini sana kwa kusikiza wazazi wetu. Lipi wanalitaka tulifanye, lipi hawataka tulifanye. Na kweli lile lilikuwa linakusudiwa tufanye, tulikuwa tunafanya lile tulilokatazwa, acheni tunaacha. Lakini mwanangu Juma anachofanya si kitu chema. Mimi sikipendi, kinaniumiza moyo. Dada, yule alichukuliaje hili? Mimi nilivaangalia ni kweli hata jinsi alivyonizungumzia wifi, nikaona kama yeye anaelemea sana upande wa mtoto. Umeona eh, hili swala linakuwa halielewi sasa. Mimi kiutu uzima nikamwambia wifi, mimi nimekuelewa vizuri sana, swala hili limekwisha. Nitaongea mimi na kaka yangu, tutafikia tu hatima nzuri. Mnachokuomba fanya kila linalowezekana, tuhakishe vita tunashinda. Tembo hashindwi na mkonga wake. Basi mi nasema ili jambo kikae mimi na wewe. Kwanza kabla ya kukaa mimi na wewe kama hivi tumezungumza, mimi nitamuita huyu kijana. Mimi mwanangu yule nitasema yangu ya ushangazi. Alafu nimsikie naye anasema nini, nimrekebishe kama hivi tunavyosema tutaka kumrekebisha, tutafikia tu sehemu nzuri. Wazazi hmm, wake wakamshauri kuhusu swala la kuoa

Shangazi! Eh. Oh, Juma. Habari yako shangazi? Nzuri, za huko utokako. Safi. Marhaba, kwema kwema. Ah, Shangazi nifuata wito. Basi. Hapana Shangazi, kwa sababu nina raha sana. Eh, upa sawa. Sasa Juma mwanangu, mimi nataka kuuliza kitu hivi hasa wewe mpaka hapo ulipofikia, una hatua gani au una wazo gani kuhusu kuoa? Ukifika muda nitakwambia nataka kuoa, ili hasa bado. Anatafuta, sijampata bado nimpendaye. Sasa huko katika kutafuta kwako mwanangu, umepesa pepesa macho, hujaona hasa? Ndio pale nimepalenga paka kufaa wewe shangazi. Isha kwa mtu mzima, sasa hivi najitambua na najielewa pia, nivia uniache nitulie nitafute, niezekana ndakaamke. Bora kwangu mimi kuliko kurupuka, shangazi. Mimi mwanangu, ninavyoona na ninavyokusikia, tabia unazozifanya sio nzuri. Unakokwenda mwanangu, unapotea. Sisi wazazi wako tulivyolelewa, hatukulelewa hivyo. Tulikuwa tukitaka kuolewa au kuoa, unaambia nenda pale, wazazi wanachangia hoja, jambo hilo linakwisha. Lakini kwa hichi unachokifanya mwanangu, ah, unatudhalilisha mwanangu. Juma, kwa nini lakini? Hebu eh? kaa ukajifikiria. Basi shangazi, bado natafuta, sijampata lokoa sahihi kwangu mimi. Sawa, ila ukae ukitambua mimi na baba yako akibidhiki. Na hilo swali, hivi shangazi, kipindi baba atakuoa, ili mngonifanyia mngonifanyia mimi Hapana, hatukumfanyia hivyo. Sasa kwa nini kama hivyo? Hmm? Niache shangazi. Nikipata mwanamke nitaoa nitakwambia shangazi atakuoa. Si unavutaka nyinyi wazazi wangu na nikupusha. Hii swala kujipanga mimi ni kubwa sasa hivi. Nataka nitulie nitafute mwanamke wa kabla wangu mimi. Sio hivyo shangazi yangu. Unajua kila siku nazi haishindani na jiwe. Sisi ni wazazi wako. Tunachokwambia utakuja kuona matokeo yake mwanangu. Hebu kaa ujifikirie vizuri aliyokwambia baba yako asiokipenda baba yako, hata mimi pia sikipendi. Na ndio maana nimesema nikuite hapa, niongee na wewe, nikusikilize na wewe sasa. Unaniambia nini, nisikie nini kinatoka katika nafsi yako? Sio mwanamke, akua shangazi kasema manazi ziko sokoni, utafute sekoroma Mbona nakuja bila taarifa yoyote? hiyo ndiyo salamu? <laughs> Basi nisame mimi, habari yako ni ya kweli au ni maneno ambayo yanataka kuumiza masikio yangu, mpenzangu Mariamu. kuna mengine au yale yale? <laughs> Unapenda kunisaurisha kwenye, eh? kwenye jambo unalolifahamu. Juma, acha ufuska basi. Hivi unafahamu majambo unayoyafanya yote? mimi ninayo badilika. Acha umalaya Juma Mariam. Mimi malaya. Ndio, ndiwe malaya?